Nam Ali Bakari Ali Mufti yupo hapa kutupatia taarifa za kina ambazo zimezungumzwa zaidi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kupitia peji mbalimbali mbali za, za watazamaji, lakini pia wale watu ambao wanahusika na maswala mbalimbali ya michezo na wenyewe huwa wanaandika vitu vingi zaidi. Kipi ambacho Ali Mufti anacho? Huyu hapa Ali Ali, karibu. Asante sana, uh, Edward Mangasore. Shwari uh, nipo vizuri kabisa. Nimefurahi kuungana nawe tena leo siku ya pili bila shaka eh, eh, kwa wiki hii eh? Umetoka nyumbani ya mimi nimetoka nyumbani, hamna chochote. Mimi sina <visa laughs> bwana ya kulala ya kulala. Ah, kwa yale ambayo tulizungumza jana hamna chochote kibaya, ah, kwa... <laughs> na nilitegemea la labda ungepigiwa simu kama kungekuwa ah, mm, kama ujaona simu, yeah. Basi nafikiri ah, mambo ni mazuri tu, lakini nimefurahi pia kuungana na uh, Faraji Mustafa, lakini kachero uh, wa kimataifa mmoja, yes. <laughs> atatuambia kwa nini Kachero, mm. eh, kachero wa kimataifa na kwa nini sio wa kitaifa. Eh, kwa hivyo ni vyema pia kukutana na nakumbuka juzi wakati mechi nane zikichezwa kwa wakati mm. mmoja kachero alikuwa anapata mm. shida kugeuka huko kugeuka huko kuangalia mm. eh, mechi gani aweza. Bana niliona ulinibamba pale bwana. Yes, <laughs> <kukubamba> ya siku ile nikakubamba ya kweli. Si ndio, wazee? Yaani nazina kukubamba hapa lakini pia nazina kukubamba tukia newsroom pia. Ah, kabisa. Eh, yes. Mm. Bila shaka tunaenda moja kwa moja katika zilizobamba katika mitandao ya kijamii tuone na kwenyewe huko kuna habari gani. Hawa hapa ni mabingwa uh, wa mitandaoni, namna ambavyo mambo yao wa, wa wanayafanya yamekuwa yakiwavutia wengi kweli kweli. Ni mashujaa hawa ambao mechi yao ya mwisho watacheza dhidi ya JKT Tanzania pale pale katika dimba lao la Leki uh, Tanganyika. Sasa wanasema last dance, unaweza kutazama hiyo uh, artwork namna ilivyotengenezwa hapo. Uh, na ujua JKT Tanzania ni JKT kama wanavyojitambulisha, lakini mashujaa wenyewe ni wanajeshi, wanakutana uh, maparianda shughuli mm. <laughs> uh, uh, kachero mm. wa kimataifa. Unaitazameje namna atiweki hii afu ibebe ipeleke uwanjani? Hawa uh, ni sokwe eh. ambao Tanzania tunajivunia kuwa nao, ndio kweli wanahifadhi ambayo ipo kule mkoani Kigoma, Kigoma sasa. Na ndio fahari yao eh. Kivutio kikubwa sana cha watalii wa ndani na wa kimataifa kwa hiyo hii ni nembo ambayo mm. eh, mtu wa habari wa mashujaa ameamua ame kwenda nayo. <coughs> Tumekuwa tumeona soko akifanya vitu vingi sana. Sawa, sawa, sawa, sawa. sasa kivutio chake kikubwa kwa siku ambayo wa aliwatoa Simba mm. kombe la CAF Federation. yes, yes, yes. Eh, soko alitamba mbele ya mnyama Simba. <coughs> Sasa hii hawa soko watatu wengine <coughs> wamevaa magwanda yes, ya jeshi ndiyo, kwa nadharia kwamba hawa ni mafani kutoka JKT Tanzania yes, jeshi la wananchi mm. hmm. Alafu sokwe mmoja mm. ni niiujaa kwa mashujaa unaona. <laughs> <libiti. Mwana. laughs> anawachezesha mziki e, anawachezesha kwata maana <laughs> <laughs> kwa leo watacheza kulingana na namna ambavyo <laughs> <Yeah>. mashujaa <laughs> wanataka, wanataka. <laughs> wakitaka leo <lelu>, tuwafunge tatu <laughs> <laughs> tuwapeleke mbili <laughs> tuwapige moja <laughs> <laughs> tuwachezeshe kwa nguvu vijeni mm. Ni wetu. Kwa hiyo yeah. Hii ni tambo hiyo, imewekwa hapo na mashujaa wenyewe, wanaitaka nafasi ya tano kama sijakosea yeah. Wao malengo yao yalikuwa ni nafasi ya tano, sema lakini... au soko, au soko wa JKT wa wanayajua <laughs> wanajua huyo wakati busy <laughs> <laughs> sana kuliko wenzake. Mimi, mimi admin wa Mashujaa mmoja <laughs> uh -huh. Kati ya admin ambao ni bora <laughs> sana kwangu. Sasa ni wawili wamekutana, yupo admin wa Mashujaa ambaye anatengeneza hizo artwork pamoja na huyo wa JKT Tanzania. Tunatarajia, tunatarajia kuna kitu kikubwa ambacho kinaweza kikafanyika kwenye hii mechi yao. Hilo JKT Tanzania ni mkali kwenye maandishi kwenye maandishi yes. Huyu kwenye ubunifu na utengenezaji ubu huyu <laughs> yuko bora zaidi. Sasa tuone pigo la JKT Tanzania litakuwa ni lipi, mm, baada ya hii last dance ambayo mm, uh, tumeiona kutoka kwa mashujaa sawa sawa. Basi uh, mechi hiyo utaipata katika kisimbo chako cha Azam TV uh, tarehe ishirini na mbili ya mwezi huu Jioni. Tutoke hapo mm. tuende katika posti nyingine, tuone na kwenyewe kuna habari gani? Uh, bila shaka Young Africans tayari wamerejea Dar es Salaam, lakini juzi katika mchezo dhidi ya Tanzania Prisons uh, kulikuwa kuna tukio pale ambalo huenda liliwashtua wanamichezo, lakini zaidi labda ni mashabiki wa Young Africans kumuona Prince Mpumelelo Dube akitolewa kwa machela pale akionekana mwenye majonzi. Huyu ni Daktari Moses Itutu, atuambie uh, hali ipoje kwa mchezaji huyo wakati wa mechi uh, Prince Mpumelelo Dube na majeruhi yake ni ya nyama za paja, e, upande wa kushoto ameweza kuumia nyama za kwenye paja kutokana na a, ile alipokuwa akijaribu kuruka kupiga kichwa, bahati mbaya akawa amepata majeraha ya nyama za paja. Kwa assessment ya kwanza tuliweza kumfanyia ni tunasema ni a, hamstring, uh, strain e, ni zile nyama za paja zimevutika kwa kiasi kikubwa kiasi kwamba kuweza kusababisha maumivu. Tumemwanzishia matibabu ambayo ya kwanza ambao ameendelea nayo vizuri tu kwa siku nzima ya jana na leo, na tunategemea tutaweza kufanya vipimo vingine zaidi tunapofika Dar es Salaam siku ya kesho, na vitatupa vitatupa uhalisia wa kiasi gani kikubwa cha majeruhi yake yalivyo na tutegemee yeye kurejea baada ya muda gani. Kwa hiyo kwa sasa, anaendelea vizuri na tumeanzisha matibabu ya awali ambayo hayategemei vipimo na yanaonyesha ku improve, na inshallah tunategemea mambo yataenda vizuri na tutaweza kumpata kabla ya mechi zetu zifuatazo zijazo. Kwa hiyo ni watoe hofu, na tunafanya kila kitu kuhakikisha kwamba atakuwa tayari kwa ajili ya mechi zijazo, amemalizia hapo. Ni watoe hofu bila shaka ni mashabiki wa Yanga, lakini pia wapenda soka ambao wanatamani kumuona uwanjani Um, uh, Prince Mpumelelo Dube, uh, Faraji Mustafa, taarifa hiyo. mm -hmm. uh, akikosekana Prince Dube kwenye michezo iliyosalia na haswa tarehe ishirini na tano kuna kitu kitapungua kwenye um, yeah, timu ya Yanga? Yes, lazima uh, kitapungua kitu kwa sababu ukienda kwenye namba ambazo wamehusika kwenye magoli ambao Yanga wamefunga, ni miongoni mwa wachezaji ambao wamechangia magoli mengi zaidi ndani ya timu. Sasa unamkosa mchezaji kwa, kwa mfano ikitokea Yanga wanamkosa mchezaji wa namna hii, maana yake kuna huduma ambayo inaweza ikakosekana kwa mchezaji mwingine ambaye anaweza kuja kucheza hilo eneo, kuperform katika level ambayo Dube tumemwona aki, aki perform, lakini ikiwa tofauti na hivyo, maana yake akiwepo kwenye michezo ambayo inafuata itakuwa faida zaidi, kwa sababu kumbuka, Dube naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanakiwania kiatu cha ufungaji bora. Kwa hiyo kwenye magoli 13 ambayo mpaka sasa hivi amefunga, endapo atapata mechi mbili mbele, kwa mfano mechi ya Dodoma, na tunajua tabia ya Dodoma ambavyo wakicheza na timu kubwa wanavyocheza mara nyingi wanakuwa open, alafu na aina ya mshambuliaji kama Dube ambaye anaweza akaokota nafasi tatu akakonveti mm. mbili, inaweza kuwa faida nzuri kwa kwa, kwa Yanga. Lakini kingine ni mchezaji ambaye anatoa assurance anapoanza pale mbele kuisaidia Yanga kupata nafasi nyingi za kushambulia. Yani inawezekana asitengeneze nafasi kwa asisti, lakini okay, akatengeneza nafasi kuitoa timu na yeye kuweza tuta, tutazame kwingine wakati muda huu ukiwa sawasawa. Tuende uh, katika hmm. posti nyingine. uh, nafahamu Mangasole uh, Faraji Mustafa Kachero, hmm. uh, unajua ya kwamba jana uh, uh, kulikuwa kuna shughuli kubwa sana kanda ya ziwa kule, lakini haswa ilimalizikia pale katika eneo uh, linaitwa Kigongo Busisi na hapo ilikuwa ni shughuli ya uzinduzi uh, rasmi wa lile daraja ambalo limepewa jina la JP Magufuli kwa maana uh, John Pombe Magufuli. Hmm. Lakini katika uh, tukio hilo kuna hii picha ambayo ilipatikana hapo na tukaona si vyema uh, tukaacha kuja nayo, kwa sababu picha hii bila shaka inazungumza maneno mengi sana. Kachero, umewatambua waliopo hapo uh, kutokea kushoto ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, wa katikati ni rais aliyekuwa wa awamu ya nne, Mheshimiwa Daktari Jakaya Mrisho Kikwete, na upande wa kulia uh, bila shaka ni Mheshimiwa mbunge Ridhiwani ambaye ni mtoto wa rais, kik, wa rais Kikwete ambaye ni waziri pia hmm. wa hmm. utawala bora utumishi, eh, bila shaka yeah, yes, yeah. mm, uh, Ridhiwani Kikwete, lakini <laughs> ukimtazama jem, uh, rais uh, mstaafu Jakaya Kikwete hmm. uh, kwa ishara anachokifanya hapo unahisi alikuwa anasema nini? <laughs> <laughs> <laughs> najua ni vigumu ku, kunyoosha moja kwa moja lakini nahisi alikuwa anasema nini? <inaudible> na ukitazama mkono wa rais uh, kwa mweshimiwa Ridhiwani <laughs> teana tumekulete, nchi Una... <laughs> unajua hali. <laughs> Kila mzazi ana mtoto mmoja ambaye huwa anamwona kama jembe jembe lake na huwa anajivunia mara zote kumtambulisha mbele ya mtu yoyote. Hata wewe katika mipango yako huko mbeleni ukianza kuwapata, sio kwamba kuna wengine ambao huwazingatii sana lakini kuna kila mtu ana mtu wake yani, ambaye wanaelewana naye zaidi kuliko mm, mm, mm. Uh, watu wote ambaye ni rafiki yani wanakuwa ni mtoto afu anakuwa mm. Ni rafiki mm. Kwa hiyo hapo mm. Pengine walikutana mtu na rafiki yake akawa anamtambulisha kwa mheshimiwa, kwa rais dakta na huenda yes. Yes. Labda hasi. Alimdokeza baadhi ya tabia mm. Au matukio ya unajua, kuna wazazi, kuna wazazi <laughs> wana watoto, lakini ah, yule achana naye nani, ale na wageni <laughs> Alikuwa zamani, ilikuwa nakula na oh wageni na oh ah, ah, yeah, lakini ilitokea tukio eh, ambalo baadaye eh, ilikuja kuniondolea okay, huo uaminifu uliokuwa. Tonkela umenikumbusha mbali, yes, sana yeah, kwa sababu ya muda, lakini umenikumbusha swala la kula na wageni. Kula na wageni, unapoona mtoto kwenye familia anatengwa kula na wageni, huyo ni mtoto ambaye familia inaibiisha kwamba huyu ana shida yoyote tukimweka kwenye kuna mm, hapa uh, yes. Uh, ni bodi ya ligi, ama ligi kuu uh, TPLB. Wametukumbusha kitu hapa. Tusikie kidogo Baraka Adson Mpenja alizungumza maneno gani katika tukio kile. Mechi ilikuwa Simba. Mtaanza kuisaka mtatoa mtatoa utoi mtoi mali meficha wapi sako huyo hapo. Akasema ulinzi mlioweka ni kama wa aftatu, aftatu, nabisha brother goalkeeper ametaifu lakini hakuna kitu. What a goal! Yes, Baraka eh, Mpenja eh, Simba wanaitafuta mali, wameipata walipoificha eh, walipoificha waliweka ulinzi wa aftatu. <laughs> na mambo yale ya TBT wakakumbushia matukio ya zamani wakati huo ikiwepo, ambayo sasa ila hali kwa, no? kwa katika maisha ya kawaida ya binadamu huyu mm. Barakampenjo mm. usije kumsifia o sijui, kwa sababu tunampeleka labda kwao siku moja amelala, ndo nasema mtu mmoja hatari hapana. Ikichuma kina, kina kina ubunifu kwenye kutangaza mpira tena, ukikute kuse... kikiwa kipo kipo kwenye mudi mudi mm, yake yani ya iko vizuri mm, chuma kinajua kutangaza mpira hicho, akiwa yupo hai subiri mtu amelala, ndo naanza huyu. Oh, nilikuwa namjua, amenipigia simu juzi <laughs> juzi wapi, mwambie hapo hapa, anakusikia moja ya sifa ambazo Baraka Mpenja anazo na mimi bila shaka nimeshamwambia ni kwamba ni mpe tuki, mpe picha yeye mm, tayari maelezo anayo anayo, yes. Yani wewe peleka picha, yani sisi tunaita uh, kitaalamu tunasema short hizi mm, si ndio mm, mm, mpe short tayari maelezo anayo, haraka moja kwa moja, hakuna kusita, yeah. Misha sawa, eh? Misha biki yake. Haya, sawa, twende katika posti nyingine uh, tunakimbizana na muda uh, najua nakula muda wako wa the pitch, lakini tumalizie hii. Hapa ni ESPN uh, wanasema Messi amefunga goli la hamsini eh, katika michezo sitini na moja akiwa na Inter Miami. Anasema ilimchukua eh, mechi mia moja kumi na tisa kufikia eh, hayo magoli akiwa na Barcelona, sawa na mia moja na saba akiwa na timu ya Argentina. Sijui mmeelewa hapo. Umegundua nini? Amecheza mechi ha, uh, sitini na moja amefunga hmm. magoli hamsini akiwa na Inter Miami, lakini ilimchukua me, uh, mechi mia moja kumi na tisa kufikia hatua hiyo hapa ya magoli hamsini akiwa na akiwa Barcelona. Na Barcelona. Lakini ilimchukua mechi mia moja na saba kufikia magoli hamsini akiwa na timu yake ya taifa ya Argentina kwa nukta moja um, akachero kila kitu. Nini hapa kwa sababu <coughs> Mangasola <coughs> <ameuliza hapo umegundua, coughs> nini? Ni, ni quality ya mchezaji kwanza ambao haya magoli hamsini kwa Messi na umri wake mm -hmm. na, namna ambavyo sasa hivi amepungua ile nishati ya uwanjani mm. Ase ni mengi sana kwa michezo sitini na moja mm, bila kujali anacheza ligi gani, ni mengi sana sana kwa umri wake mm, lakini pia kumchukua michezo mia kumi na tisa kushinda kufikisha mbao hamsini mm, na Barcelona za ukaelewa, walikuwa mm, na umri mdogo, nafasi ilikuwa mm, mpaka baadaye akaanza kupata ushindani wa daraja la ligi kipindi hicho la ligi ya kuwa ligi namba moja duniani mm. Na Argentina unajua timu ya taifa mm, michezo mia mm, na saba haichezi mara kwa mara Kwenye mwaka unaweza kupata michezo mitatu sometimes hata miwili, ikiwa e na mashindano ndio unaweza kuzungumza michezo saba labda, na kama timu inafika mbali hata ya makundi. Alafu na ile ya kirafiki ya kujiandaa kwa nia ya kufuzu. Kwa hiyo kama e, mabao hamsini kwenye michezo mia moja na saba mb. bado pia ni mengi sana kwa ngazi ya national team ikiwemo ya kuifanya Argentina iwe bingwa wa kombe la dunia pia mm. Sawa. Yes, tumalizie ya mwisho. Leo ni Ijumaa. Uh, kuna watu wale ambao weekend huwa wanakwenda katika maeneo yale ya burudani, uh, lakini kumbe kuna wachezaji ambao wanacheza mpira uwanjani, lakini wana vipaji vya kuimba. Mm. Uh, lakini wapo wengine wana vipaji vya kucheza. Uh, Simon Msuva ni miongoni mwa mm, wachezaji wenye kipaji kikubwa cha kudansi, si tuseme kudansi ama ni kufanya mm, nini, mm, mangasoli ndo anajua vizuri hayo mambo. Huyu hapa ni Abdalla Mfuko. Uh, tumsikie kidogo afikisha, tutarudisha kwa wataalamu wa burudani. Tumsikie mm, anachokifanya hapa <laughs> mm. <laughs>

<coughs> Wimbo wenyewe aloimba ni huu. Wakati ule unaniambia kwamba kuna story ya Abdala Mfuko, wimbo wimbo ni, ni, ni <coughs> kama au wimbo so, kama ameimba so, unambeba sio kama sio huyu msanii yeah. yeah. Timu yake imeshuka daraja ila tutamtumia kwenye mambo mengine mambo ameimba kwenye mambo ya burudani ameendana kidogo na mwenyewe sio, ameendana mm huyu -hmm. ni Farid Pupa wa Kagera Sugar <laughs> <laughs> <laughs> yani, Abdalla mfuko ni, mfali... ni beki mm -hmm. na mimi sikuwahi kutarajia kama anaweza akafanya ka kitu cha namna hii mm -hmm. na nyuma nimeona wachezaji wenzake wa Kagera wapo, sijui alikuwa kwenye wa, uh, tukio gani <laughs> lakini <laughs> naona, na, na, naona wachezaji <laughs> wenzake pia eh. wametoa mpaka na simu, wanaanza kurekodi, nimeona unamwona yes. Onditi yuko eh. watu wanafanya vitu vya namna hiyo lakini wimbo wimbo ameuimba eh, ameutendea haki eh, made ya Fally Ipupa eh. miongoni mwa nyimbo bora zaidi kwangu mimi, ukitaja nyimbo za Fally ambazo eh. ni bora eh. made ni moja kati ya wimbo bora, unaweza kusikiliza muda wote. Kwa hivyo ingekuwa ni rahisi kama angeukosea hmm. ingekuwa ni rahisi kwako kumkosoa, sio kumkosoa hata hmm. ngeukosea bado ameimba vizuri, vizuri sana. kwa hiyo eh, huyu tutamtafutia bendi moja hapa mjini wakati <laughs> wenzake wanaenda <laughs> championship atakuwa anaendelea kutumbuiza. Kachero, nakutia neno hapo utaaribu. Yamezungumzwa, yamezungumzwa mazuri sana, mazuri sana kuhusiana na mm-hmm. uh, Abdallah Mfuko. Aya, basi, basi, sasa, na... hali, wakati huu uli kuja na, na ile picha ya uzi, uzinduzi wa lile daraja la mm. Kigongo Busisi mm. siku uh, Rais wa awamu ya tano hayati Dr. John Pombe Magufuli no. anatangaza mm. ujenzi ama anakuja mm. na wazo la ujenzi wa lile daraja mm. alikuwa yupo Sengerema, nakumbuka kipindi hicho nilikuwa niko Mwanza moja mm. kati eh, ya ziara wa ambayo nilibahatika kuwa sehemu ya waandishi wa habari ambao walikuwa wana wapo kwenye hiyo ziara ya ya Mheshimiwa JPM wakati mm, huo mm. na makamu wake wa rais alikuwa ni ni Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye sasa hivi ni rais mimi mm. kitu ambacho nafurahi ni kwamba pale alipo liacha lile daraja mm. alikuja kushika uh, Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba mm. lile daraja linamalizika mm. mara ya kwanza nimepita hapo ilikuwa ni wakati huo wa ziara hiyo ya ya ya JPM wakati akifanya Sengerema ilikuwa ni eneo tupu, yani ilikuwa ni eneo ambalo halina daraja, lakini akaanza kutengeneza picha kwamba kuna siku daraja litasimama hapa katikati ya haya maji, nguzo uh, zitasimama kwa ajili ya daraja ambalo litasaidia watu kupita, ili vivuko vile ambavyo vinatumika pia vivyo vinatumika, lakini watu wapite kwa uharaka zaidi. Kwa hiyo wakati tunarudi, tulikuwa tume, tume, tumepanda hicho kivuko kimoja Mm. Akawa anajaribu yani ni kama kitu ambacho kiwe anafanya kimatani, unakiona unaanza unu ah, kama ni matani yani daraja litoke li, li, kule lije huku mm. kwa hiyo ah, ni kama waandishi na wenyewe wakawa na dua. Sasa ni kitu tu labda kinazungumzwa mm. lakini mara mm. pili wakati napita, tulikuwa tumeenda kwenye mechi kage, tunatoka Kagera tukapita kwenye hicho kivuko mm. sasa ndo nikaanza kuona kweli zile nguzo zimesimamishwa mm. kwa hiyo hilo daraja mm. Mimi nimefurahi kuwa miongoni mwa watu ambao wameona limekamilika kwa sababu tangu hilo wazo linakuja li, kwamba JPM anasema kwamba atatengeneza ata, daraja mpaka sasa hivi. kwa kwa hiyo ni, ni moja kati ya vitu ambavyo vilianza ni kama ambavyo Abdala Majura alianza kushuhudia uwanja wa Taifa kwenye picha ya Rais Benjamin Mkapa. Mwandishi <muchilio> anamuuliza kuhusiana na ujenzi wa uwanja wa Taifa, akaanza kuona kwenye picha ya, ya, ya kichwani mwake kwamba kuna uwanja utajengwa, na kweli uwanja ule pale umejengwa. Kwa hiyo jitahidi kuwa kwenye ziara za viongozi wakuu wa nchi <laughs> Asante, nitaibeba hiyo na <laughs> saha yako. Lakini tu kwa kuongezea hapo uh, Edward Mangasole hmm. Uh, watanzania uh, wajua tu ya kwamba maendeleo kama haya uh, yanakujaga na athari hasi na chanya pia na chanya na, na hasi kidogo hmm. Uh, lakini tunaangalia nani ananufaika zaidi uh, kwa sababu bila shaka eneo hili Uh, wakati wanatumia vivuko mm. palikuwa panafanyika biashara. Kwa sababu pale lazima kusubiri vivuko na nini yeah, yeah, biashara zinafanyika yeah. Lakini leo hii nafikiri baada ya ndani ya siku kumi au, au siku ishirini uh, watu wote wanaofanya biashara pale watatamani sasa kuondoa biashara zao kwa sababu tena hakutokuwa tena na ule msongamano wa watu kwa hivyo, watu sasa, kuna watu watakuwa wameathirika, lakini nini kinatakiwa kifanyike? Ni inapotokea vitu kama hivyo, natakiwa utafute namna nyingine tena ya kujikwamua kiuchumi. Watu wengi watanufaika, walikuwa wanapoteza muda hapa kusubiri vivuko, lakini sasa uh, gari pale zitatumia dakika nimesikia dakika tatu tu yeah, kilomita tatu nukta mbili kwa ni, yeah, ni, ni dakika chache tu mm huko -hmm. mm -hmm. ngambo nyingine hayo yametokea mm. katika daraja la Benjamin Mkapa mm. uh, kama wanakwenda njia ya kusini yes. Uh, mm. Lakini pia kuna daraja linaitwa Magufuli lingine lipo Kilombero kule, mm, mm. Uh, ukifika Ifakara ukisonga mbele kidogo tu uh, kuna daraja lingine la Magufuli na penyewe palikuwa panatumika kivuko, watu walikuwa wanafanya uh, shughuli zao za utafutaji uh, wa riziki pale, lakini sasa ni nafikiri hata sekunde 30 hazifiki. Sawa, linakuwa ni daraja refu wa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati yes. linalopita ndani ya maji mm -hmm. uh, lakini miongoni mwa madaraja pia ambayo yatakuwa ni daraja la sita hili yes, yeah, kwa Afrika Afrika. Yeah, yatakuwa yanatangaza Afrika lakini wakati huo huo tunaendelea kuona jinsi ambavyo miundombinu hasa, hasa madaraja yamekuwa ni miongoni, Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo ina miundombinu hiyo mizuri zaidi ukilinganisha na nyingine. Kwa mfano, daraja daraja la Kikwete mto Malagarasi yes, daraja la Mkapa mm. uh, miongoni mwa madaraja makubwa kule kwetu kuna daraja moja linaitwa daraja la Kirumi moja mm. kati ya madaraja ambayo yanapita mto Mara yanakatiza mto Mara, mto Mara okay, bonge moja la daraja. Kwa hiyo ukizungumza madaraja Tanzania mm. championship nao ni daraja kwenye mpira wa Tanzania. <laughs> <Walunurzu naari>. <laughs> <Yeah, nindoka. laughs> <laughs> TV uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. na sitanufaika kwa sababu si gari zake. Wafanya kazi wafanyakazi wake zamani walikuwa wanatumia vivuko, sasa hivi tutatumia daraja. Na wameambiwa wanaweza mkapiga picha lakini kwa kibali maalum. Kwa hiyo kama ndugu zetu wa kanda ya ziwa, ndugu zetu namaanisha ndugu zetu wale, picha zitapigwa sana pale. Asante sana Edward Mangasore, kwangu ni furaha uh, shukran sana Ali Bakari. Naam na, huyo ni Ali tulikuwa naye kwenye taarifa mbalimbali zilizobamba mitandaoni, tukiangalia kile ambacho kimezungumzwa zaidi kwenye upande wa michezo, lakini pia upande mwingine akija na taarifa ya bonus kutoka Ikulu juu ya kile ambacho kilitokea kwenye uzinduzi wa daraja la Kigongo Busisi ambalo linaunganisha wakazi wa ng'ambo moja na ng'ambo nyingine. Hii ni Viwanjani. Tunaenda mapumziko, tunaja muda si mrefu kutazama taarifa za The Pitch, taarifa za kimataifa.